malizia kutokana na muda, mtanisamee. Anakwenda kumalizia nyimbo moja, tutaingia kwenye kipindi kingine ili tukimize twende na muda. Amen, amen. Karibu Bwana Yesu. Tunapata

Kwanza kwenye kwa kipindi cha historia ya umoja na kukaribisha Ali mmoja, namkaribisha Mchungaji Joseph Ally Chikawe. Mchungaji Joseph Ally Chikawe atatuletea historia ya umoja wa Roho. Amen. Amen. Amen. Amen. Amina. karibu sana Bwana. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Ninawapenda. Unayo amani? Amen. Unayo furaha? Amen. Amen. Ni kipindi kizuri kwa dakika chache nilizokabidhiwa kwa ajili ya kutoa historia ya umoja wetu wa roho. Kila mmoja ameelewa ya kwamba leo tunayo sherehe ya miaka kumi na moja ya umoja wetu wa roho. Ifuatayo ni historia fupi. Jina langu naitwa Joseph Ally Chikawe kama MC alivyotamka, tapata vitambulisho zaidi baadaye. Historia ya Umoja wa Roho mmoja wetu ni muungano wa madhehebu manne ambayo ni Pentekoste njia nyembamba. Namba mbili, Jesus Life right Assemblies. Tatu, the genuine Pentecostal Church in Tanzania. Nne, Elikia International Church. Katika madhebu haya, tuna matawi manane kama ifuatavyo. Pentecoste Njia Nyembamba, ni tawi moja. Jesus Life right Assemblies, matawi matatu. The Genuine Pentecostal Church in Tanzania, tawi moja. Elikia International Church ni matawi matatu. Jumla ni matawi manane. Umoja wetu ulianza rasmi tarehe kumi na nne mwezi wa kwanza elfu mbili kumi na sita, na kwa sasa tumetimiza miaka kumi na moja. Jina la Bwana libarikiwe, amen. Utendaji wa kazi ya Mungu baada ya kuungana kwetu, tumekuwa tukifanya huduma mbalimbali ambazo tumezifanya kwa bidii, upendo, uaminifu kwa muda wote wa miaka kumi na moja. Huduma hizo ni mikutano ya injili ya kila mwezi, kanisa kwa kanisa, pamoja na maombi ya mikesha. Huduma hizo tumezifanya na tunaendelea kuzifanya kwa maendeleo makubwa katika ufalme wa Mungu. Tangu kuanzishwa kwake, utekelezaji wa kazi ya Mungu umeendelea kufanyika kwa umoja na bidii. Baada ya kuungana, tumefanya huduma mbalimbali za kiroho na kijamii. Hatua tuliyoifikia, hatua ambayo Mungu ametufikisha ni kubwa, nzuri na ya mafanikio zaidi ya tulikotoka. Kwa mfano, tunao mmoja wa wamama wa, wa madhehebu yetu manne pamoja na matawi yake ambao unajulikana maarufu kwa jina la Madorcas, ambayo hufanya kazi ili kuhakikisha umoja wetu unasonga mbele. Hivyo tumeona ni vyema tukutane leo ili tumshukuru Mungu pamoja na timu yetu yote kutufikisha miaka hiyo kumi na moja. Mmoja huo wa Madokasi upo chini ya viongozi wafuatao: mwenyekiti, mwenyekiti Askofu Everin Masangu Albemba, katibu mchungaji Felista Joeli Gudeme, Mtunza Hazina mchungaji Seda Noela. Mungu awabariki sana wa mama. Changamoto, changamoto ndogo ndogo hazikukosekana moto ndogo ndogo hazikukosekana, ambazo zililenga umoja huu usifike hapa tulipo, lakini kwa sababu umoja wetu umejawa na upendo, ushirikiano mzuri, changamoto hizo zilizidi kuimarisha umoja wetu na kutufanya tushikamane zaidi. Kila mmoja wetu alimdhamini mwenzake zaidi ya changamoto yoyote inayojitokeza. Na tunapoanza mwaka wa kumi na mbili wa umoja wetu, tunayo nguvu mpya, hali mpya na furaha mpya, pamoja na ushindi mkubwa uko mbele yetu. Tunashinda na zaidi ya kushinda katika yeye atutiaye nguvu. Tunaopia Tuna uhaba wa vyombo vya kuhubiria Injili, tuna uhaba wa usafiri, majengo ya kufanyia ibada kwa maana ya makanisa. Tunaamini Mungu wetu atatufanikisha kwa wakati wake. Jina la Bwana libarikiwe sana. Umoja huu upo chini ya uongozi ufuatao: mwenyekiti, mchungaji Zakaria Gitao Ngoli, makamu mwenyekiti mchungaji Joili Mkoba Ngudeme, katibu mchungaji Josefu Ali Chikawe, mtunza zina mchungaji Felista Joili Ngudeme, mlezi askofu Evelini Masangu Kalubemba. Amina. Bwana asifiwe sana, amina. Umoja katika mwili wa Kristo. Kitabu cha Waefeso sura ya nne aya ya kwanza mpaka ya tatu neno la Mungu linasema: kwa hiyo na wasii mimi niliyemfungwa katika Bwana, mwenende kama ilivyostahili uito wenu mlioitiwa, kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu mkishik mkishikiri mkichukuliana katika upendo na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Kitabu cha Yuda sura ya mstari wa watatu: Wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari za uokovu ambao ni wetu sisi sote, na liona imenilazimu kuandikia, ili niwaonye kwamba muishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa ni mwisho wa historia yetu. Lakini ninalo neno la nyongeza. Maandiko ambayo tumeyanukuu hapa yanatuelekeza kutuhimiza, kutuongoza katika kushirikiana kwenye umoja wetu wa madhehebu yetu. Hapa natoa tu ufafanuzi, univumilie kidogo. Kanisa ni moja ambalo ni mwili wa Yesu. Katika mwili kuna viungo vingi, kama mwili wako ulivyo, kama mtume Paulo alivyotufundisha kwenye kitabu cha kwanza cha Wakorinto sura ya kumi na mbili.